MVP, MVP, MVP! Nawaambia, ili umpate MVP, kamati ya wanaoandaa tuzo wakiingia kwenye mtego wataanza kugawagawa tuzo tu kama njugu. Ila tuzo ila tuzo, vigezo lazima mchezaji amecheza dakika nyingi uwanjani. Twende tukahesabu dakika ambazo amecheza. Pakome zuzo, ambaye tayari ninyi waandishi mmembeba waandishi wangu, tayari goals involvement mpaka sasa, amefunga magoli mengi plus hizo assist ambazo amezitoa. Distance covered yake uwanjani, ameassist kwa, kwa Pakome, Pakome ame amefunga, lakini twende kwenye distance covered. Alipata majeraha hapa, alipata injury, sio? Hajacheza muda mrefu kidogo, lakini jinsi zao hakuna mechi amekosa. Ukihesabu okay, labda mbili tatu, sio, lakini amecheza back to back kila baada, within three days anacheza, alafu leo unasema kuwa MVP, bro. Kamati ya tuzo wasiangalie kwamba eti kwa sababu labda Simba let's say labda akakosa ubingwa, waanze kuangalia labda sasa wampe Pacome kwa kubalance mzani Embu waende na categories sawa zile MVP lakini pia waende na, na vigezo vile pia wavitumie vizuri wapate uh, uh, MVP ambaye anahusika. Nimeshawahi kushuhudia MVP amewekwa beki, ameshawahi kuwa Dickson Job, ameshawahi kuwa MVP pia Zimbo Mohamed Hussein Shabalala, remember ameshawahi kuwa pia MVP. Nakumbuka sana Yanick Bangala Litombo alishawahi kuwa MVP ambaye pia ni kiungo wa chini, sio kiungo mshambuliaji kwa hapa kwetu. Sasa hivi watu wanaangalia namna ambavyo mchezaji amehusika na, na ndio maana nimetoka kuzungumza Yannick Bangala, kwa nini alipewa tuzo MVP? Ni kwa sababu alikava distance kubwa uwanjani, work rate yake, alicheza dakika nyingi kuliko mchezaji wote uwanjani, sio? Kwa hiyo jinsi za you do not compare with others, ametumika sana Mwaga sana, wana deserve kuchukua hiyo tuzo MVP. Una maswali au umemaliza, tuondoke? Uh, Friji, uh, wana Simba uh, tupo baba, uh, umechoka ha, nipo, nipo, nipo. Mambo yapo lakini. Mambo yako fresh. Nimetoka kanisani bwana. Nimetoka kanisani. Yeah. Ha, uh, pako upo. Upo. <laughs> Bwana, tumeona michezo ya leo eh, bao moja hapa Zanzibar, huko nako hatujashuhudia kile ambacho tumekishuhudia kwenye michezo iliyopita, tulichokishuhudia eh, ah, ah, idadi ya magoli okay. Kuelekea sasa dabi okay, ambayo bado hatima yake kundi wa Msimbazi Simba wako kimya mpaka sasa eh, labda kinatoa taswira gani kuelekea mchezo huu? Brother, to me dabi sio mchezo wa kudiskasi sana na yeah. mimi mara nyingi sipendi kuchambua dabi kwa sababu dabi imekuwa ikichezwa sana, dabi inachezwa na watu wengine, unaelewa eh? Yeah. na huu ukimya ndio dabi yenyewe inachezwa sio, unaelewa, simba anacheza dabi, nyinyi mnasema ukimya. tuzungumzie ufundi sasa. Sasa ukizungumzia kiufundi yeah, simba sio mnyonge kwenye dabi. Anayezungumza simba ni mnyonge kwenye dabi ajui mpira. Hebu hmm. niambie msimu huu simba ameenda hatua gani kwenye michuano ya kimataifa? Final. Finali. finali. Hao Yanga ameishia hatua wa gani? Shua makundi. Makundi. Wewe na weki maiki mdomoni au ndio unataka unishindilia, yeah, mimi mwenyewe ya, nisemaje? Yaani Yanga ameishia makundi. Yeah. Simba ameishia fainali. Na sio kuishia kamwaga ka jasho karibia mtu enishai. Si mwamuzi ule mweupe alipabala pale. Wewe hujaona? Watu si walizao kushikana mashati pale kwenye vyumba kule hujaona? Yeah. Simba alikuwa anataka kombe. Sasa kama timu imefika fainali bro, na timu imeenda kumwaga jasho pungufu, anatoka kiungo chuma ambaye tayari alishasajiliwa milioni 30 a wa mtatu wakaanza kuimba sasa kumekucha na mikataba yao. Na Simba amecheza kagoma, sio kagoma, yule ametolewa kadi jekundu. Lakini imagine Simba alivyokaza, alafu eti Simba huyu aende kinyonge dhidi ya Yanga? That nonsense! Naongea mpira wapi nyie? Yani ni kwamba mmeshiba sasa hivi mnaanza, kila mtu anachambua mpira. Sio bro, Simba sio mnyonge dhidi ya Young Africans, ila watu wanatengeneza unyonge huku nje. Simba ana timu ya kupambana na Ahli, Mamelodi Sundowns timu kubwa kubwa tu Esperance Sportive de Tunis. Yanga ni nani? Yanga ni timu kama timu zingine, of course, Yanga ni timu ambayo unaweza kusema kwenye ligi yetu wao ndio wazaliwa -wa wa kwanza sio miaka 90. Simba akafuata 89 lakini when it's come kwenye mpira Simba na Yanga, kama utakuta kipindi ambapo Yanga hayuko bora, Simba yuko bora, Yanga anapata matokeo, si unakumbuka? Chama yuko ndani, Oku yuko ndani, Boko yuko ndani, Kagere yuko, Morrison, yuko ndani bado, Yanga alimsumbua Simba, lakini sasa hivi Simba kwa namna ambavyo amecheza msimu huu ana wachezaji wa kucompete idabi, mtu una una una una una nani, huyu nani, mpanzo eli mpanzo kibisa, wala mimi nafahamu ma ma ma majaribio pale KRS Genk akafeli wapi? Hajafeli, alifunga magoli kule. Amekuja huku anataka daraja lake liwe Simba kibu. Dennis amepona juzi, kafanya balaa, kapiga miti miwili kule. Amaana msemi sio ule ndio rejeo wa kibudi. Alafu kiangalia tayari una mtu kama Ateba tu liko pale likobis kobis lile la kombolela pale kobis la kombolela liko ateba anasubiria tu akewe pale. Alafu angalia kuna mkwala mzee wa serikali huku chini watu wameshakwiva kagoma loga pozisho, umeona. Alafu unasemaje eti Simba anaingia kinyonge bro? Ni propaganda, na kinachowateza sasa hivi watu wengi ni propaganda ambazo zinamdogosha Simba kwamba kwenye dabi Simba ni underdog. Ni underdog how underdog underdog? mafika finali dida berkano, wewe umeishia wapi wewe? Wewe umeishia wapi? Kwa hiyo kwenye dabi, hii dabi, hao Yanga na, hao. Naweza nikazungumzia kwa uhalisia kwa aina kwanza mbinu za Fadu. Fadu ni mkubwa mno kwenye mbinu dhidi ya huyu, huyu Minudi huyu. Hambi. Minudi anabebwa na wachezaji na Mirudi hata yangenyewe na Mbwaga, wanambwaga Mbwaga kishokutwa. Wanambwaga. Wanasema atoshi kwenye michuano ya kimataifa. Sasa wewe Fadu Davis kashachukua tuzo ya kocha bora hizi ndani kashachukua mpaka sasa hivi tuzo tatu. Ndio anaongoza na almost ndio kocha bora. Amemwacha mbali by far kwa mbinu. Kwa hiyo ana, anaenda na mbinu zake pale, ana wachezaji wake wa kutosha, Debora amerudi. Huyu uh? Oh, Debora akapewa mechi tatu, hizi mechi tatu alizopewa watu wazaza. Anafanya warm up. Oh, sijui nini. Kumbe Debora akapewa ni mtihani, alikuwa anapewa mtihani. Bana jaribu bana. Tukuone kwenye double za card something. Sasa amefanya juzi dhidi ya Ken Gold amenyumbulika. Oh, timu imeshuka daraja. Timu iliyoshuka daraja ni kama timu ambayo iko pungufu. Kwa sababu kwanza wao hawajali. They don't care. Wana relax, wanacheza mpira wao ili wajiuze. Kwa hiyo mimi naona Debora amerudi anaweza akaongeza kitu. Mutale ule pale mpanzi ule kule kibu ule kule mkwale ule kule, kule unaendaje kinyonge? mashabiki ambao wanasema Simba ndio kinyonge, mashabiki wa Simba naweza nikasema ni mashabiki wanaopenda timu kuliko kupenda mpira wenyewe. Yes, tu labda tuzungumzie hiki mchezo wa mwisho ambao alianza brother Kihamza, ilikuwa ni Morocco dhidi ya RS Berkane. Tangu hapo hajaona mda mzuri sana leo Shamu karabua ametoka pia

Kwa hiyo kuna namna ambavyo wachezaji pia anaweza aka kocha akamnong'oneza toka tu au yeye mwenyewe akaona kwamba nisije nikaumia nitoke tahadhari kuelekea. Sababu this time Chamuka Rabwe the best one. Mimi ukiniambia Chef Ondo Malone kwa namna ambavyo anafanya makosa yake kujirudirudia na Chamuka Rabwe unataka wazeane nani? Chef Malone asingecheza hata mechi tatu. He is not deserve ana makosa kujirudia. Piga pasi pasi za nyuma tu hazina maana. Chamuka Rabwe he is too energetic. Ana ana energy ya kutosha, ni mpambanaji lakini kwenye hiyo mechi Hamza, kama yuko fiti, tunafahamu anaweza akaenda kuongeza kitu kwa Simba. Naona hakuna kipengele kwenye dai, hakuna kipengele, hakutakuwepo na kipengele kwa upande wa wachezaji kipengele. Sasa labda walete wazee wale wa Simba, kwa sababu kuna watu nasikia wana, wewe bwana umeenda bwana kule vipi bwana, hujatushirikisha bwana, wewe mbona dalali ameenda amefurahi bwana ikulu nye pira